Namna gani? Nimekupeni kazi ya kufanya, bidala yake mnafanya darasa kuwa disko. Nani ameanzisha hii? Huu hey, mzigo wote umeuona hapa utaisikia kwa mwili yako. Lala chini. Utakwenda kusafisha choo, alafu unakwenda nyumbani kwa wiki mbili. Mwalimu, wiki mbili? Wakati kesho tunaanza mtihani wa taifa? Sio kazi yangu. Mwalimu, adhabu uliotoa kwa mwanafunzi ni kubwa. Umemchapa, umesema akasafishe vyoo wiki mbili, umemsimamisha, kesho anaanza mtihani. Hii ni haki kweli? Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora iko kwa ajili yako wewe mwananchi, kutetea haki yako. Tuma ujumbe kwenda namba 0754460259.